Lakini ukienda kwa Baba wa Taifa, tuna mradi ambao unaitwa Mugango Kiabakari Butiama umekamilika, ambao zaidi ya bilioni sabini, ambao utaungana na huu maji ya Musoma. Lakini tumejenga mradi mwingine wa zaidi ya bilioni mia moja na thelathini na nne wa kuyatoa maji ya ziwa Victoria, yatakwenda Roria, lakini yatafika mpaka Talime mjini na Talime vijijini. Kwa hiyo mkoa huu wa Mara tutaunganisha na maji ya ziwa Victoria. Sasa hivi maji ya pale Roria, ya Mugango Kiabakari Butiama tunayavuta mpaka Nyamswa, jimbo la mheshimiwa Getere, ambao utaungana na Bunda mjini ambao mradi umekwisha kamilika, yatakwenda mpaka ramadi Ramadi. Pale tumeshajenga mradi na mheshimiwa Rais ameuzindua. Lakini eneo la mkoa wa Simiu, hivi ninavyozungumza, tuna mradi wa bilioni 400 mkandarasi yuko site. Mradi hule utakwenda kukaunganisha wilaya zote katika mkoa wa Simiu, ambao maji yataungana na Shinyanga, ambao atakutana na maji haya yanakuja mpaka Tabola, ambao maji mwingine sai tumewanzisha kuhakikisha wilaya ya Ushetu nayo wanapata huduma maji safi na salama, na mkandarasi yuko saiti. Ukenda eneo la kaskazini ziwa Viktoria, tumekamilisha mradi wa Same Mwanga, maji yale yanafika mpaka Korogwe. Eneo la Korogwe litaungana na mradi wa miji ishirini na nane ambao sasa hivi upo kwenye utekelezaji wa zaidi ya bilioni mia moja na sabini. Mkandarasi yuko saiti, atatoa maji ya Korogwe, yataenda Korogwe, yataenda Handeni, yataenda Muheza, baadaye tutawavuta mpaka Tanga mjini lakini atakuja mpaka Chalinze eneo la Handeni kwenda Chalinze. Chalinze wanatumia maji ya Wame, lakini pia wanatumia maji ya Ruvu kupitia DAWASA, yataungana na maji yale. Tunatambua mheshimiwa Rais ameshajenga mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere, pale tuna maji mengi ya Rufiji na mwagika baharini. Analeta mafiko maelekezo ya mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, maji yale ya Rufiji sasa hivi ambao upembuzi tumesha ukamilisha, tutayatoa Rufiji tutayaleta mpaka katika jiji la Dar es Salaam tutayatoa Rufiji, tutayapeleka mpaka Lindi. Ingawa Lindi wana mradi lakini yataungana. Lakini kwa eneo la Mtwara, tuna mto Ruvuma. Kwa hatua ya awali, tumeanza ujenzi wa mradi kuyapeleka katika jimbo la Nanyumbu. Jimbo la Nanyumbu, maji yakishafika, mradi upo hatua za mwisho, yatakwenda Masasi, kuhakikisha safari ya maji yale yanakwenda Mtwara, na upembuzi yakinifu tumeshaukamilisha. Kwa hiyo maji ya Mtwara yataungana na maji haya ya Rufiji ili kutengeneza hii national grid. Lakini kwa eneo la Ruvuma, tuna ziwa Nyasa. Sasa hivi tupo katika hatua sasa ya kwenda kumpata mhandisi mshauri ambaye sasa atatengeneza usanifu wa kuhakikisha maji yale ya, ya ziwa Nyasa yanakuja katika mkoa wa maana ya Songea kwa maana ya Ruvuma, lakini atakwenda mpaka Njombe. Ukiangalia eneo hili la mkoa wa Songwe tuna mto Momba. Mto Momba sasa hivi mkandarasi uko saiti ambao zaidi ya mradi wa bilioni mia moja na saini tumekusha kusaini sasa hivi anautekeleza mradi ule, maji yale ya mtomomba yatakwenda katika jimbo la Momba, yatakwenda Tunduma, yatakwenda Vwawa, Mloo, tunataka tuyavute mpaka Mbeya. Tumeona kwenye dokumentari, tuna mradi mkubwa pale pale jiji la Mbeya ambao ni mradi wa Kiwila ambao tunautekeleza, ni mradi wa Kuwila ambao tutaukamilisha, nia yetu ambayo ufike mpaka Mbalari, eneo la Rujewa. Pale Rujewa tuna mradi wa miji ishirini na nane, tumekushauanza. Maji yale sasa yanakwenda Wanging'ombe, maji yale yanakwenda mpaka Makambako, na mradi upo katika hatua za mwisho, kuhakikisha kwamba hii national grid ambayo tunaweza kuitengeneza kwa eneo la ziwa Tanganyika. Sasa hivi tumekushampata mhandisi mshauri kazi, na jukumu lake ni kwa ajili ya kufanya upembuzi. Nini maana yake? Kwamba maji ya ziwa Tanganyika yaende Katavi, maji ya ziwa Tanganyika yaende Kigoma, maji ya ziwa Tanganyika yaende katika eneo la la la la la, la, la, la, la Lukwa. ili tuweze kuunganisha vyanzo hivi na huo ndio uelekeo wa rais daktari samia suluhu hasan tuna dira ambayo inatoka ishirini ishirini na tano mpaka ishirini hamsini ina malengo makubwa na ina mipango ya maendeleo makubwa tunapotaka maendeleo makubwa manake lazima tuwe na uhakika wa maji ya uhakika na utoshelevu tunaona kongani ya viwanda eneo la pwani tunaona kongani ya viwanda maeneo mbalimbali manake lazima tuwe na uhakika tunaona uelekeo wa mheshimiwa rais daktari samia suluhu hasan kwenda kutoka katika kilimo cha kutegemea kudra za mwenyezi mungu tunakwenda kwenye kilimo sasa cha umwagiliaji, manake miradi yetu hii mikubwa itachukua komponenti pia ya umwagiliaji. Wizara ya maji inatoka wizara ya maji ya kunywa, tunakwenda sasa katika wizara ya kuchochea uchumi wa taifa hili. Ndugu zangu wanahabari na Watanzania, zipo changamoto, wakati mwingine baadhi ya maeneo ambayo hayana maji uharibu na taswira na kazi kubwa ambayo imefanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba tuende kwa takwimu. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji elfu kumi na mbili mia tatu na thelathini na tatu mpaka sasa wizara ya maji imeshafika vijiji elfu kumi, mia saba na hamsini na nane Vijiji vilivyobakia elfu moja mia tano na sabini na tano Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake ndio aloasisi kauli mbiu ya kumtua mwanamama ndio kichwani. Wizara ya maji ilikuwa wizara ya kero na lawama, moja ya changamoto yake ufinyu wa bajeti. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuongezea fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunatekeleza miradi ya maji. Amefanya mabadiliko ya taasisi, ameanzisha wakala maalum. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais ambaye anasema na kutenda. Nakumbuka ametununulia magari miji ya kila ya, kila mkoa mkoa, kwa maana kila mkoa una mtambo wake wa uchimbaji visima kila mkoa katika kanda hizi ambazo ameziainisha kuhakikisha kuna magari ya uchimbaji mabwawa. Si maeneo yote kwamba ukichimba maji ya visima utapata maji, ndio maana amenunua magari kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa. Nini maana yake? Wizara ya maji hatuna kisingizio. Kwa hiyo sasa hivi ipo miradi mia nane na sabini na nane ambayo inayoendelea. Sisi wizara ya maji, nguvu yetu tumehakikisha kuhakikisha hii miradi mia nane sabini na nane ambayo inatekelezwa vijijini inakamilika kwa wakati na kuakisha katika vijiji hivi elfu moja na mia tano na sabini na tano tunakwenda kuvikamilisha katika huu uelekeo ambao tunakwenda nao tumejipa programu inaitwa visima mia tisa tunawashirikisha waheshimiwa wabunge watueleze katika jimbo lake vijiji gani ambavyo havina muundombinu kabisa wa maji mheshimiwa rais daktari samia suluhu hassan dhamira yake ni kuhakikisha vijiji vyote vilivyobaki vinapata huduma maji safi na salama leo hii ukiniambia nizungumze takwimu tumepewa malengo na ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha kilichopita tufikishe asilimia themanini na tano tumefika zaidi ya asilimia themanini na tano nukta mbili lakini yapo maeneo yana changamoto ya maji. Ukienda Momba, baadhi ya vijiji vina changamoto ya maji. Kwa hiyo mwananchi wa eneo lile akilalamika, na huku weo na takwimu kubwa inatanish wizara yetu ya maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais maelekezo ametupa kwa kuwa kazi kubwa ameifanya kwenye umeme, vijiji vyote leo vina huduma ya umeme. Maelekezo yale sasa yamekuja katika wizara ya maji Nataka nimwhakikishie hii kazi tunaiweza na wala haitotushinda, tutafia saiti pamoja na watumishi wetu kuhakikisha vijiji hivi vinakamilika na wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa eneo la mjini tuna miradi zaidi ya mia mbili ambayo inaendelea. Kwa hiyo mkakati wetu ni kuhakikisha katika kipindi hichi miradi hii ambayo tumeianzisha ya kimkakati ambayo tumeiona kwenye dokumentari inakamilika na watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Hivi karibuni mmeona mabadiliko ya tabia nchi, lakini ukweli ni kwamba yale ni mabadiliko ya tabia za binadamu, uharibifu wa mazingira. Sasa kuna mambo ambayo tumeshahudia katika nchi za wenzetu, leo tunaona katika nchi yetu, kuona mto unakauka kabisa au kuona mafuriko. Haya mambo tulikuwa tunaona tunaona kwa wenzetu, lakini leo tunaona katika nchi yetu. Haya maji lazima tukubali kubadilika na tuishi nayo, na lazima tutatue matatizo ya watu. Tunajua katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi wakati mwingine ujenzi wa miradi mikubwa inahitaji gharama nyingi. Sitoangalia gharama, takachoangalia ni kuhakikisha watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Rais amefanya kwa vitendo, amejenga mradi pale kigamboni wa zaidi ya bilioni ishirini na tatu kwa fedha za ndani. Leo tunaona ujenzi wa bwawa la Kidunda zaidi ya bilioni mia tatu. sasa hivi mradi upo asilimia arobaini kandarasi alikuwa na dai bilioni ishirini na nne hivi ninavyozungumza, bilioni ishirini na nne Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya siku mia ameshazilipa, amemtuma waziri mkuu ametoa maelekezo. Hivi ninavyozungumza bilioni ishirini na nne zimekishwalipa. Kwa hiyo mkandarasi hana kisingizio. Jukumu letu ni kusimamia kuhakikisha tunakuwa na maji toshelevu, badala ya kupotea baharini tunayavuna na, na wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Kwa eneo hili la jiji la Dodoma, pamoja na huu mradi mkubwa, lakini tuna ujenzi wa bwawa kubwa la Farkwa. Tupo katika hatua za mwisho za kumpata mkandarasi na hivi karibuni tutasaini ile kazi tutaianza ya kuhakikisha bwawa hili la Falkwa linajengwa kwa ajili ya kusaidia jiji hili la Dodoma likiwa limeambatana na huu mradi mkubwa wa kuyatoa maji ya Ziwa Victoria kuja katika jiji la Dodoma. Kaeneo hili la jiji la Dodoma, mahitaji kwa sasa ni lita milioni 150. Mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira DUWASA ina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 88, na lakini tuna miradi hii mikubwa ambayo itachukua muda mrefu lazima tukawa tuna maswali ya kujiuliza watu wanaishije? Tumeanza miradi ya muda mfupi. Ukienda Nala tunaanza utekelezaji, lakini tuna mradi wa Nzuguni Phase Two, zaidi ya bilioni kumi na tano hii miradi ita uwezo wa kuzalisha maji kutoka lita milioni themanini na nane tutakwenda mpaka lita milioni mia moja na ishirini na moja ili kuhakikisha wananchi wa jiji la Dodoma wanapata huduma ya maji safi na salama. Uelekeo wa wizara yetu ya maji katika kipindi hichi, moja ni swala zima usimamizi wa utendaji Tumeona dira kubwa, ina malengo makubwa. Ili tufikie malengo makubwa, lazima tutakuwa na watendaji ambao wataweza kufanya kazi ambayo itakaoleta matokeo. Mhandisi wa maji faraja ya watu, watu wapate maji. Mhandisi wa maji ambaye hafanyi shughuli ya kuhakikisha na kutatua changamoto za watu, huyu hatutakuwa naye. Umemwelekeza katibu mkuu wa wizara ya maji, wizara inafanya tathmini kila mtendaji ambaye anaefanya kazi katika wizara yetu ya maji tunataka mkurugenzi ambaye atatatua changamoto za watu. So tunamtaka mkurugenzi ambaye yupo anatekeleza kazi kwa kawaida tu, haiwezekani. Tumwambia katibu mkuu, hatutaki wahudhuriaji, watumishi ambao wanakuja asubuhi wanaondoka jioni, hakuna impact. Tunataka watumishi ambao watakaofanya kazi ya matokeo. Leo yapo baadhi ya maeneo, mwananchi wakati mwingine anataka kuunganishiwa maji dana dana. Hatutaki watumishi wanaanda Mwananchi anataka kuunganishiwa maji isizidi siku saba. Tunaona wakati mwingine eneo la upotevu wa maji. Tuna swala la alternative financing tumefanya kwa vitendo pale Tanga. Tumepata zaidi ya bilioni hamsini na tatu tumejenga mradi kwamba tutafanya mradi tutaukamilisha na fedha zitakaopatikana tutarejeshia wananchi. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo na hivi karibuni tutaanzisha water bonds ili kuhakikisha kwamba miradi mbalimbali kupitia mfuko wetu wa maji, tumemwambia mfuko wa maji badala kusubiri tu fedha kutoka serikalini lazima tujiongeze. Yapo maeneo ya mazingira, kwa maana mabadiliko ya tabia nchi, zipo fedha nyingi na wadau wengine, tutaweza kuhangaika kuhakikisha tunapata fedha ambazo zitatumika katika kujenga miradi yetu ya maji. Kwa kumalizia, nataka niseme katika kipindi cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tunatambua vipo vijiji ambavyo havijafikiwa na huduma ya maji, kwa maana vijiji elfu moja mia tano na sabini na tano sina mashaka vijiji vyote na namna tulivyovipanga kupitia programu ya visima mia tisa vyote tutakwenda kuvikamilisha na kuhakikisha vinapata huduma ya maji safi na salama. Ipo miradi ambayo zaidi ya elfu moja ambayo inaendelea, mia nane sabini na nane ipo vijijini na miradi mia mbili ipo mjini. Mkakati wetu ni kuhakikisha miradi hii tunaipa kipaumbele inakamilika kwa wakati na watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Mwisho ambacho unachotaka kuzungumza kuwa na raisi aina ya Daktari Samia sulu Hasan hapatikani kila mahali. Kuwa na raisi aina ya Daktari Samia sulu Hasan hapatikani kila wakati. Ni muda mfupi ameingia, lakini mageuzi ambayo ameyafanya ni makubwa. Nimetoa mfano wa data kabisa kwamba vijiji elfu kumi na mbili mia tatu na thelathini na tatu ndivyo vipo nchini. Kwa muda tu wa miaka minne amejenga vijiji kwa miradi zaidi ya elfu tatu kuvijijini, lakini waandishi wa habari Karibuni waandishi wa habari wenye maswali na utajitambulisha na chombo unachotoka na tunaomba uende moja. Kutoka habari leo, naitwa Magnus Maenge, e, kutoka habari leo. Mimi binafsi kutoka moyoni nakupongeza mikakati yako. Asante. naitwa George Mbara kutoka Azam Television. Mheshimiwa waziri, nilikuwa nataka kufahamu umeelezea uh, hapo muundo wa gridi ya taifa, lakini tungeomba tufahamishe hatua ambayo imefikia mpaka hivi sasa. Lakini hivi majuzi tumeona adha wa maji katika jiji la Dar es Salaam. Hebu tuambie mipango ya muda mfupi ni ipi? Asante sana. Makomba kila mkutano anauliza swali yuko hapa. Asante sana, Mheshimiwa Waziri. Uh, kwa maelezo yako Kumekuwa na shida ya maji katika jiji la Dar es Salaam katika siku za hivi karibuni, na juhudi zimeonekana, imeendelea nazo na maji yanapatikana, lakini shida kubwa ilikuwa ni kama ulivyosema, mabadiliko ya tabia ya nchi na uchafuzi wa mazingira unaofanywa na binadamu. Tuachane na hayo, lakini shida ya maji imekuwepo Dar es Salaam. Wakati huo huo bili ya maji Nianze na swali la upotevu wa maji. Hii kwetu ni vita kama wizara ya maji, na upotevu unasababishwa una, una, una na upotevu wa maji tu, tuweke upotevu wa maji kama fedha. Maji umeatibu, maji umeapampu, maanake zimetumika fedha nyingi, zimetumika sasa. Kama hizi zinapotea, unafidia wapi? Maana yake we utambambikizia tu mwananchi bili ya maji. Eneo la pili kwamba kama nilivyoeleza, wizara ya maji na watendaji wakubali kubadilika, dunia imebadilika, ime teknolojia, private sector zitumike kufanya mageuzi ndani ya sekta ya maji. Teknolojia zipo, na uzuri, tuna chuo chetu cha maji, tumeipa hii task kuja na mifumo ambayo itaweza kusaidia wizara ya maji kuondokana na hizi changamoto.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 kuna kipindi na maana alipata siku tano, ndo maana maji yale yaliyokuwepo yaligaiwa kwa usawa, tuseme hawa leo wapate, hawa kose, lakini sio kwamba wiki nzima au mwezi mzima alikosa huduma, ila uonekane ule uhalisia. Na nimwelekeze kwa mara nyingine, sio wadawasa, mkasimamie maelekezo ambayo tumeyatoa yapo baadhi ya maeneo wezi. Eneo la kibamba lilipata changamoto, maeneo ya ruvu, maeneo ambayo wanautegemea ruvu chini, maeneo ya bunju, maeneo ya kunduchi, maeneo ya mwenge Eh, na maeneo mengine ya Ubungo watu walikuwa na changamoto. Kwa hiyo bili zake lazima zifanane na mazingira ambayo tumeyapitia. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo, lakini kikubwa tuwaombe razi pia, wana Dar es Salaam, sisi jukumu letu ni kutoa huduma. Tumetoa huduma kwa kipindi chote na kukuwa na ikeka, kile ni kipindi cha mapito. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tumewapata, lakini hili jambo Mheshimiwa Rais ametuelekeza kuhakikisha tunakabiliana nalo ndo maana tunaenda fezi tu Kigamboni tunakamilisha mradi wa Kidunda lakini sasa tunayatoa maji ya mto Rufiji yanakuja katika jiji la Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na maji ya uhakika katika jiji la Dar es Salaam. Swali moja, mwandishi mmoja anataka kumalizia kukata kiu ya swali lake ili kiu ya maji pia ikatike, naomba tumruhusu. Gridi ya taifa, naomba nizungumze kama nilivyokuwa nimezungumza awali. Gridi ya taifa ni nini? Nimesema kwamba gridi ya taifa ni kwamba kwa kutumia vyanzo vyetu vya uhakika tulivyonavyo, ili viweze kutumika na kutatua matatizo ya maji. Kwa hiyo maelekezo kwamba sasa hivi yatumike maji ya ziwa Victoria yaje Dodoma, lakini katika baadhi ya maeneo mengine kazi tumeshaanza. Nimetoa mfano mkoa wa Simiu, nimetoa mfano maeneo ya Mara, nimetoa mfano maeneo ya Kagera. Na hii miradi mingine ya miji ishirini na nane nimetoa kazi yake ni kuunganisha tu na nimeonyesha ile flow ya namna tutakavyounganisha. Kama mfano, kaskazini, tuna mradi wa Same Mwanga, yatakuja Korogwe. Korogwe pale tuna mradi wa bilioni mia moja na sabini wa kuyatoa maji ya mto Pangani, yanaungana ya Same Mwanga, yatakwenda Korogwe pale, yataenda Handeni, yatakwenda Muheza, Pangani mpaka Tanga, na mengine yatakuja mpaka Chalinze. Chalinze yataungana na wame wame, yanahusumiwa na DAWASA pale Chalinze, yataungana na Ruvu mpaka dare Salam. Eneo la dare Salam tunakwenda kuchukua Rufiji Manaake Rufiji sasa yataleta Dar es Salaam, yatakwenda mpaka Lindi. Lindi yatakutana na Mtwara ambao ni Ruvuma. Ruvuma wa sasa hivi tumeshajenga mradi kupitia mto Ruvuma, yanakwenda na na Nyumbu na Nyumbu pale. Sasa hivi mradi wa miji ishirini na nane upo hatua za mwisho, utakamilika. Maji yale yatashuka Masasi. Masasi yaende zake Mtwara na ya Mtwara yataungana na haya ya Lindi kwa kutumia maji ya mto Rufiji. Huo ndio uelekeo wa wizara. Mheshimiwa Waziri, jina langu ni Josephine Kaponya, natoka EFM Radio na TVE. Swali langu ni kuhusu uh, bili, na, mita za prepaid. Mara nyingi zimekuwa na shida, betri ikiisha, kuipata kwake ni kazi. Unaweza kaa hata siku mbili au tatu haujapata maji. Ukienda duasa, wanakuambia mpaka tuagize. Sa nyingine wanakuja mpaka wachokonoe kidogo ndio unapata maji, lakini bado hawajakuletea betri. Je, hili likoje? Na mmejipanga vipi kutatua tatizo hili? Kama wizara ya maji, jambo lolote linapokuwa kubwa au unalianza mageuzi, mara kwanza mnaanza na changamoto, na ndio maana kabla hatujaenda kwa wananchi tukasema tuka kwanza tufanye yani, kwamba tuanze kujiridhisha. Kila ada kuja mdau, tulimwambia hebu tuone. Mwingine anakwambia hili jiwe la, la betri ya, ya prepaid mita itakaa miaka sita, lakini tunamwambia naenda kaifunge katika mamlaka fulani, haijafika hata miezi miwili betri haifanye kazi ile, huwezi kwenda kuifunga kwa wananchi. Kwa hiyo tumejiridhisha na tumekubaliana aina sauti, so utitili wa prepaid meter aina gani ambazo zitakazokuwa bora, hizo ende kuzifunga na tushirikiane na wenzetu wa wa wa viwanda, tupate mdau mkubwa ambaye ataweza kuwekeza ili jambo tulifanye kwa haraka na wananchi waweze kupata hii changamoto, wapate hii huduma bila changamoto zote. Kwa hiyo, huu ndio uelekeo. Ukenda Ilinga, utaona tunao mafanikio makubwa, hasa katika eneo la prepaid tumeanza kama pilot eneo lile ili kuhakikisha kwamba changamoto tutakazopata basi tuzitafutie ufumbuzi ili maeneo mengine yasiwe na changamoto. Asante sana, asante sana. Mmeiona mwa mwa mwa hamjaiona? Eh, wale walikuwa wanasema maji hakuna. Asilimia themanini na tano nukta mbili vijijini asilimia tisini na mbili, nukta tano, mijini yapo hayapo <laughs> lakini tunatambua kwamba baadhi ya maeneo bado kunahitaji maji na mheshimiwa waziri mimi nikupongeze sana kwa hilo uh, kwa kazi kubwa mnayofanya grid ya maji jamani idea ni kama ilivyo grid ya umeme kwamba maji yaunganishwe kutoka kila kwenye kila chanzo cha nchi lakini tunatumia vyanzo vyetu vikubwa vya maji mazuri baridi ya mitu, ya maziwa yetu Tanganyika, Victoria, Nyasa, ili pale sijui chanzo cha maji cha mto kimepungua, ya huku yanakuja huku, ya mto yakizidi ya sana yanakwenda huku. Ndio maana ya grid, manake unaweza kujikuta huko Songea kwa wako zangu wa Ngoni unakunywa maji ya Wasukuma kutoka Mwanza, ndio kama nchi tunafikiria kwenda huko. Hiyo ndio grid ya maji, ni kama ilivyo umeme. Leo unapotumia umeme hujui umeme umetoka Kidatu, umetoka Mwalimu Nyerere umetoka Lindi, umetoka Kinyerezi, umetoka wapi? Ndio maana ya gridi, unaunganisha inapopungua sehemu moja unakwenda sehemu nyingine. Sawa, ndugu zangu waandishi wa habari na ndugu wa Tanzania, mkisikia gridi ya maji maana yake ndio hiyo. Yaani tumefika mahali ambapo sasa tunataka maji yetu ya wasiliane nchi nzima watu wapate maji, ndio maana rahisi ya gridi. Mheshimiwa Waziri, mimi nakupongeza sana na nilikuwa nasoma mahali kwamba katika nchi za Afrika Mashariki, Tanzania ndio itakuwa nchi ya kwanza kutekeleza mradi wa gridi ya maji sijui kama niko sahihi lakini ndo nilivyoona hivi. Sisi tutakuwa wa kwanza katika Afrika Mashariki, lakini pia nilikuwa nasoma ripoti ya benki ya dunia. Ripoti ya benki ya dunia wanataasisi wanamradi unaitwa joint, uh, joint monitoring program wametoa ripoti mwaka jana, wanasema katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara watu wanaopata maji wanatena, wanasema at least, yani wanapata maji ya msingi yani, sio maji mengi kama tunavyopata sisi, yani maji angalau kupata at least huduma ya msingi ya maji ni watu milioni 840 ambayo wastani ni asilimia sitini na nane. Hao ni benki ya dunia ndio wanasema hivyo kwa nchi za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Sisi vijijini tunazungumza asilimia eh, themanini na tano nukta mbili. Maanake tuko juu ya wastan wa watu wa vijijini uliotolewa na benki ya dunia kwa nchi za Afrika tuko asilimia tisini na mbili nukta tano mijini tuko mbali sana kwa hiyo wale wanaosema uh, nchi haina maji maji hapo na mheshimiwa waziri nakupongeza sana vijiji elfu saba mia mbili na kitu sasa tunakwenda kumalizana na vijiji elfu moja mia tano mheshimiwa dkt samia suluhu hassan akirudi zake kizimkazi watanzania wanakunywa maji mwa, mwa, mwa. hongera sana mheshimiwa waziri hizi ni habari njema na popote pale ambapo kuna shida ya maji basi ujue mradi unakuja Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru sana. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari wa kesho, tutaendelea na mkutano na wizara ya nishati kama ambavyo tuliwatangazia. Utaratibu wa namna mkutano wetu utakavyokuwa tutawatangazia kesho, lakini njooni. Uh, uh, inawezekana tusiwe live kwa sababu kutakuwa kuna mgongano wa matukio mengi ndani ya serikali. Tutakubaliana kesho ya namna ya kwenda na mkutano wetu, lakini kesho tutakuwa na waziri wa nishati. Sawasawa ndugu zangu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kazi na utu, tabasamu la utu.